Ayuyassirahu lilusra, kumwepesishia yeye kufanya mambo ya kheri. Watawaada man bakhil, na amemkemea na kumwahidi yule ambaye atakaefanya ubakhili. Wastaghna, na kajitosheleza. Wakadhaba bilhusna, na kakadhibisha wema, maana ni pepo au kalimatu tauhid la ilaha illallah, kumfanyia yeye wepesi katika uzito.

huo wna kuwa ni mkopo hasanan mzuri. Tukuridunahu rabbakum, mnamkopesha mola wenu. Watajidunahu mudakharan lakum, na mnaokuta ni wenye kulimbikizwa kwa ajili yenu. Wa mudhaafan, na ni wenye kuongezewa badala. Adhaafan kathiratan, badala nyingi fahuwa arasidu lbaqi wataufir anafi walistithmaru lmufid. Fahuwa arasid, basi hiyo ndo mali iliyowekezwa katika akaunti yenye kubaki. Wataufir, na ukithirishaji au na uwekezaji. Fahuwa arasidu lbaqi, nahiyo ndo akaunti ya mali yenye kubaki. Wataufiru wa wa na e, ulimbikizaji. Anafi, wenye manufaa. Walistithmaru lmufid, na utoaji wa matunda wenye faida Wal istithmaru au na ukuzaji wenye, wenye kutoa faida. Walistithmaru almufid na ukuzaji eh, wenye kutoa faida yani, ukuzaji wa jambo istithmar, yani uzalishaji wenye faida. Walistithmaru almufid na uzalishaji wenye faida ni yani, kitu kukizalisha kutoa matunda

wale ambao wanaomiliki mamilioni mengi, fala yastakthiruna zakataha, kad yastakthiruna zaka yake, wala yanzuruna ila fadli Allah alayhim, wala kwa kwamba naona akitoa, naona anatoa kingi, itakuwaje? itapungua hivyo

Ayakunu alaihim masuliyatuha, inakuwa juu yao maulizo yao ba, tuliwapa mali meifanyia nini? Walighairihim manfauha, na wengine manufaa yao, wengine. Unapata manufaa, nimepata hasara, mnaenda kuulizwa. Thumma alamu, kisha juweni, jueni ana llaha subhanahu, kikaya Allah subhanahu ayana masarifa lilzaka, ameainisha sehemu za kutoa zaka. La yajuzu waifai, wala yajuzu dafuha, wala aifai kuitoa fi ghairiha, katika sehemu nyingine. Qala taala, inna sadaqatu lilfuqara, hakika sehemu nyingine zaka ni kwa ajili ya mafukara, walmasakin na maskini, walamilina alaiha na wale ambao wenye kufanya kazi juu yake, alamilina alaiha, kama vile tunavyoeleza

Ee, minhum man yucta liyuslim, miongoni mwa wa mu'allafa qulubuhum kuna yule ambaye anayepewa ili a silimausi muislam, lakini anaupenda Uislamu na anahani wakeri anapofanyiwa muamala akaislamu wendakasilim. Kwa hiyo yucta liyuslim, wa minhum man yucta liyaxsuna islamuhu kuna yule ambaye anayepewa ili Uislamu wake uwe mzuri. Wa yathbuta qalbuhu, na moyo wake uthibitwa. Wa minhu man yu'ta lima yurja min islami almualafa qulubuhum

Anasema qala jamaa, pia limesema kundi la yashtari bisahmi riqabi abdan yutiqunahu. hmm. Yani wananunua kwa fungu la, wale, watum, wa, kwa chawuru, kwa na wale waandikishwa watum, katika watumwa, ili hiyo ni sababu ya kuwacha uhuru kwa firiqab, na wale watumwa waandikishwa wanapewa zake kwa ajili ya fak min arriqab, kwa ajili ya kuwatoa katika hali ya utumwa.

li mudati sana na kinamtosha na kinatosha kwa yule ambaye anewalisha, kwa yule ambaye anewalisha muda wa mwaka, au lahu iradun eh, min rawatib au anayeye upokeaji katika mishahara au ghairuhu, yakfihi au sehemu nyingine ambayo kinam to, kinamtosha yeye, fahuwa ghaniyun, huyo ni tajiri. la yajuzu ifai wala yajuzu sarfu zakati ilayhi, wala ifai kutoa zaka kwake, wala yajuzu lahu huwa

inashinda katika dhana. Anao min ahli zakani, dhana yangu imemili kwamba huya na katika watu ambao wanabidi wapewe zaka. Fakat jaa fi alhadith, imekuja katika hadith, anna zakata la tahillu li ghani, hakika ya zaka si halali kwa tajiri, wala li qawiyin muktasib, na wala kwa mtu ambaye mwenye nguvu mwenye kujichumia

Maai mashari na hakika si vingine zinapewa mali zinazoshughulikia mambo ya kheri mbalimbali, kwa ajili ya kuhudumia jamii.

au yadfa biha minhu anhu dararan, au akaondoshe kwa mali hizo za zaka kutoka kwake madhara. Wala an yaqiya biha malahu, wala mali ya zaka hiyo awala akingie kwa mali hiyo mali yake, bi an yaj'alaha badalan min haqqin yajibu alayhi ahad, kwa kuijalia ni badala kwa haqi yule ambaye abihaqi Ee, badalan min haqi badala ya haqi, yajibu alayhi li ahad, inawajibika juu yake kwa yeyote au kwa mtu fulani. Wala yajuzu an yadfaca bizzakati anhu madhamma, na wala haifai kuondosha kwa zaka kwa yeye dhima madhamma, aalabda anadhima fulani anachukua zaka kwa ajili ya kuondoshea dhima fulani. Wala yajuzu dafuha ila usulihi wala ila furuihi, na wala ifai kuitoa zaka hiyo kwa usul, usul na furui zake, yani misingi yake na matawi yake, yani kwa al mababu. Usul ni wale mababu, mababa, na furuao watoto, utakawazalikana wajukuu, ndo usul na furu, mababu wale mababa na watoto wajukuu, hivyo wala ila zaujatihi wala ila zaujatihi, wala kwa mkewe au ila ahadi mimman talzamuhu nafaqatuhu, kwa yoyote ambaye na mlazimu ya chakula chake kakolembe kila ambaye na mlazimu chakula chake kama babu, baba. Nani haifai kupewa zaka? Watu hawa. Fattaqu llaha ibadallah, mcheni Allah enyi waja wa Allah. Walyakun ikhraju lzakati wasarfuha, na iwe kuitoa zaka na kuitoa. Walyakun, na iwe, ikhraju lzakati wasarfuha, kuitoa zaka, wasarfuha, wasair ibadatikum, na kuitoa kwake, wasarfuha, na kuitoa kwake na matendo yenu mengine yote wasairu ibadatikum, na ibada zenu nyingine. Ala muktada kitabillah, kwa mujibu wa kitabu cha Allah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa alamu ibadallah, najueni yenye waja wa Allah anna man la yasrifu az-zakata fi masarifi ash-shar'iyya, hakika wali ambaye siyetoa zaka katika sehemu zake za matoleo ya kisheria Alati ambazo haddada llahu fi kitabihi, alizoziekea ukomo Allah katika kitabu chake. Fa innaha la tujziuhu hakika hiyo haitofaa kwake wala tabrau dhimmatuhu minha wala halitotakasika dhimma lake kwake yeye, yaina maana kwamba akitoa katika sehemu isiyostahiki ndo itakuwa amekosea katika sehemu ambayo iliyowekwa na sheria kuitoa zaka, lianna Allah subhanahu huwa alladhi haddada hadhihi lmasarifa binafsihi

Hakim wa hadha ta'birun yufidu alhasr, na maelezo haya yanafidisha kudhibiti. Ndio maana imekuja inama kiasi vingine, yani inafidisha ni adatu alhasr wa huwa qasr alhukm, na ni kuifupiliza hukumu fi ma dhukira wa kile ambacho kilichotajwa, wa nafi wa amma adahu na kuikanusha kwa yule ambaye sio hicho, maana kwa yule ambaye asiyetajwa hapo au siki wala usarafa, na law akitoa zaka fi masrafin wahid katika matoleo mamoja, min hadhihi almasarifi thamania katika

Haythu iktasara ala dhikri alfuqara fihi, kisa kwamba ameishia kutaja mafkara tu. Fadalla ala jawazi aliktasari alaihimu, juu ya kufaa kuishia kwao tu. Wa ijzaihi, na kutosha kwake